Twajft mambo leo ni kocha wa Hazina Sports. Tunashukuru no. Kwa mwenyezi Mungu tumeweza mchezo wetu salama. Ado ya yote tumepata ushindi, haikuwa rahisi. Utarajie nini uko mbeleni? Mungu mwema, nadhani kila mtu anahitaji achukue ile kombe na sisi wenyewe tunahitaji sana tuichukue. Uwezo wa kila timu na plani zake, aeza kulichukua ile kombe Ilikuwa aje ngumu mpaka mkafikia hapo? Kwanza naanza kumshukuru Mungu kwa sababu uh, sababu uh, haikuwa uh, rahisi pia tumefuata maelekezo ya uh, um, uh, uh, uh, mwalimu wetu, lakini bahati likuwa upande wetu. Tumefanya makosa makosa ndio yaliyotugharimu hiyo basi wapinzani wetu Naitwa captain Salum Bori, ni captain wa Hazina Sports Club. Kwa ufupi, mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo wa ushindani, lakini kama timu ya Hazina Sports Club tumejipanga na tumefuata maelekezo ya mwalimu, na ndio mechi hii tumewini magoli mawili kwa moja. Tunatarajia kwa kikosi kilicho nacho basi kuweza kuchukua ubingwa wa Mei Mosi kwa mwaka huu 2025. Siri ya mafanikio ni ipi? Siri ya mafanikio ni kufuata maelekezo ya mwalimu tuna ari, tuna timu mzuri, kwa hiyo tuna uwezo kupambana na kuhakikisha tunachukua kombe hili.